Rahim assalamu aleikum warahmatullahi wa barakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Ndugu zangu, watoto wetu, vijana wetu, wazee waliokuja wa vijana hawa, pamoja na safu yote hii ya Darul Irshaad, viongozi wote pamoja na wageni wetu kutoka Pakistan na nchi mbalimbali, leo ni siku ya furaha. Siku ya furaha ya baada ya jitihada kubwa kufanyika ya miaka kadhaa ya vijana wetu katika kusoma, lakini vile vile kwa walimu wetu katika kufundisha, na katika uongozi wetu wa Darul Irshaad kusimamia na kugharamia, ndio tunapata siku ya leo. Kama haya yote haya mapito hayajafika, haya hayajapita, basi siku kama ya leo haipatikani. Vijana wamekaa hapa na majoho haya, wametupitisha katika Bukhari hapa kidogo na shekhe wao, ni baada ya muhanga mzito wa miaka kadhaa kujipinda, kusoma na kusomeshwa na kusimamiwa katika taratibu zote. Sasa ndugu zangu, hii itoshe kwa fundisho kwetu sisi kwamba sisi, ikiwa duniani tutafanya yale ambayo Allah anayataka kama tulivyofanya yale ambayo katika madrasa alikuwa natakiwa, alafu ikafika siku hii, basi hivyo hivyo duniani tukifanya yale ambayo Allah anataka katika utaratibu wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tutakwenda kupata furaha kama hii mfano wake siku ya siku huko akhera, na Allah subhanahu wa taala atatupa sisi zawadi ya kuingia katika janna milele na milele. Hii furaha inatokana hivyo. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala amemumba mwanadamu katika kuunganishwa kwa vitu viwili, roho na mwili. Mwili upo roho hakuna, hakuna mtu. Roho ipo mwili hakuna, hakuna mtu. Sasa vyote viwili hivi vina madereva wake, roho ina dereva wake na mwili na dereva yake. Roho dereva yake akili. Akil ni mashallah, naweza kusema ndio arabu hapa, maana anaejua Kiarabu Mwarabu, alivyosema Mtume Ana, asalam anajua Kiarabu kia Mwarabu, ni moja katika hadithi yake. Akil katika Kiarabu ni kile kitu kilichofungwa kama fundo hivi, kama kama imefunga fundo, inaitwa akil. Sasa akili imefunga ina control katika kufunga kwake kwa kile ambacho kinajua kina control. Sasa akili saa zote inamwambia roho, we roho, hicho Allah hataki hicho, tumesasa majaelekeza hicho kitakupeleka katika jahannam. Alafu dereva wa mwili ni nafsi, nafsi saa zote inamwelekeza mwili pumzika bwana, starehe bwana, furahi bwana, enjoy bwana, una ah, baadaye bwana. Si ameadhini sasa hivi, bado ikama, ikama sala utakwenda basi, mpaka kama tu sala wewe ndio unakwenda chooni, unatikia udhu, ukija hapa, huyu ndio mcha Mungu huyo bado sijasema yule ambaye kasikia hayya alas-salah hayya alal-falah, kapuuza kwa, kwa kazi zake za kijinga. Huu sijasema bado, asa nafsi saa zote namwendesha mwili namna hiyo, na akili inamwendesha roho namna hiyo. Sasa wote wawili hawa wanapata chakula katika kuwapa ule unene, unene ule nguvu, nguvu ya kufanya kazi. Akili inapata chakula na nafsi inapata chakula Chakula cha akili kinatoka katika maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa salam, Quran na hadith. Na chakula cha nafsi inatoka kwa huyo adui yetu mkubwa aliyelaniwa, e, eh mwana Isaya anaitwa shaitan. Huyo saa zote anaipushi nafsi. Sasa tuwache hiyo chakula cha nafsi hii. Maanake yote tunajua namna shetani anavohangaika na nafsi baki, hata kabla ya ya Ramadhani we, vizuri, afo, anay, ramadhani Ramadhani anaizungusha kashailisha vizuri kwenye bado anakupeleka peleka katika maasi ndani. Akili chakula chake ni kitabu cha Allah na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Naomba niongee na watu wote waliokuwa hapa, wale wazee waliokuja kwa wazazi, pamoja na uongozi Ukiacha hao vijana, mashallah wanasoma Qur'ani. Ndugu zangu, ina haki tano. Haki yake ya kwanza ni kuamini kwamba ni kitabu cha Allah, katika ile nguzo sita za imani, amantu billahi wa malaikati, alafu nini, wa kutubi. Katika kutubi vitabu vinne vikubwa, lakini Qur'ani ndio kitabu chetu. Ukiamini kitabu cha Allah alafu haki yake ya pili kujifunza. Ndio nasema naongea na wazee wenzangu, vitoto wanajifunza hawa, tujifunze Qurani. Haki yake ya tatu kuisoma. So tunaiweka kwenye shelfu mpaka Ramadhani, mpaka Ramadhani napata vumbi. Hapana au baraka Sheikh Juma juzi alikwenda katika nyumba moja Pakistan, juzi hapa, akanitumia message ndefu na video, kanishushia, bana she, hapa Qur'ani imekaa juu hapa, imepata vumbi <laughs> Nikamwambia ndio, sisi Wahindi tunafanya hivyo, tunaweka kwa ajili ya ngao, hapa vigiti na hapo, mlangoni mtu asiingie Qur'ani itamkamata. Uhindi ule Sheikh, so dini kwao Qur'ani nakaa katika shelf, sio kwa ajili ya shelf uisome na nyie watoto mshakuwa mmeshajua Qur'ani kama votusomea hapa sasa hivi hivi memaliza mukaisome. So kwa ajili ya kushindania kwenye mashindano ya na Qur'ani nani Qur'ani ukapate, kwa ajili ya kuisoma, kima cha chini mahafiz wanatakiwa wasome juzuu tatu kwa siku, kwa siku kumi na maliza msaafu. Wewe na Qur'ani bwana, ukiacha siku moja na kuacha siku kumi. Lakini jambo la nne Haki ya nne ya Qurani kuisoma sawasawa. Unaona hizo haki zote zinapofuatana kujifunza kusoma na kusoma sawasawa sawa. zote katika haki yake, usisome kwa kukosea kosea, utabadilisha maana. Hii kul wallahu peke yake, hii ukiikosea kusoma tu tayari unaharibu swala. Qul ile qafu inatakiwa itoke hapa, ndio inaskua nini, sema Usipotoa kafu hapa ukaitoa kafu hapa mbele hapa, ile ndogo inakuwa kula kula, nini Allah mmoja, si ndio utasema hivyo eh? <laughs> Sasa hapo nakupeni mfano mdogo tu, kuna mambo mengi sana yanabadilisha wewe maana kabisa ya hiyo aya. Kwa hiyo kuisoma sawasawa. Na jambo la tano, ndio muhimu kuliko mambo yote haya, ni kwamba ujue tarjuma yake, tafsiri yake, Allah anasema nini. Sasa ikiwa wewe hujui kitabu kusoma, alafu isomi sawasawa sawa, alafu tarjuma yake hujui wewe, akili yako itapataje chakula? Akili yako itakuwa mbovu, itachukuliwa na nafsi, mara moja tu napigwa chini. Kwa hiyo inatakiwa sisi Qur'ani tuishike sawasawa, tafsiri yake sisi tusome tujue Allah anasema nini, lakini pia chakula kingine ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam ametuletea sisi hadithi za aina mbili. Masheke mara nyingi sana wamekamata katika aina moja, na ndio wanatufundisha hayo na natu, wanatu, wanatutambia tambia na hayo, sheria, hadithi za sheria, hadithi za masail Kifanya hivi hivi haramu hivi, hivi, nini. Hata ukitaka ni kubanwa, elimu hawanao kwa sababu hawajui. Ah, hiyo katika hadithi za shea? Hapana ndugu zangu, hadithi ziko namna mbili, ziko hadithi za fadhail na hadithi za masail. Sasa zote hizi sisi tunatakiwa tusome, ndio chakula bora kwa ajili ya akili. Hakuna kama fadhail, akili ikishapata fadhail sheke, inakuwa strong inakuwa imara hapo rafiki yangu roho inapelekwa inavyotakiwa, manake katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kufanya ibada kamilifu. Fadhail, kitabu cha fadhail amali kile, Sheikh Zakaria amekuzikusanya, hadithi hadithi hadithi nyingi sana, kazikusanya. Haya, mashekhe wengine wamesema hiki kitabu kina kina kasoro, sio sio, hadithi zingine dhaifu, hadithi zi nini. Allah wajazie khairi Maulana Hassan na Maulana Hussein na Hussein, na wengine, mashekhe wengine wameshirikiana nao wamejitahidi kutafuta hadithi moja moja huko inakotoka kwenye kitabu kingine, wameandika le vilevile yale makosa ya Kiswahili kiswi merekebisha. Inshallah kitatoka karibuni hicho kitabu. Sisi tukisome, inatengeneza sisi, inatengeneza akili yetu, inatengeneza imani yetu, roho yetu inakuwa strong. Kila siku nyumbani kwetu pasi kosekane sisi taalimu ya fadhaili Masaa yako 24, tengeneza taratibu moja kwamba taalimu ya fadhali ipatikane. Ndugu zangu wa Isaka, waisaka uliokuwa umekaa hapa, Abdulkarimu Abdulmajid na wengine wote tuliokuwa hapa katika nyumbani kwetu hapa, fadhila amali isomwe kila siku japo kwa nusu saa au saa moja. Katika kusoma hiyo tutapata sisi kufahamu Allah ameahidi ahadi gani gani katika amali gani gani sasa hii itakupa nguvu sasa ya kwenda kuzifanya, sababu sisi sifanya biashara bana, natafuta faida. Hey, anayefanya amali bila kuwa na fadhila mbele hapati hata faida. istizhari fadhail lazima iwepo. Kwa hiyo tuzisome hizo alafu tusimamie nyumbani kwetu, endelee kusoma hata kama tumesafiri, fadhila amali. Lakini vile vile utakacho sasa kutaka kupata katika kutekeleza masaili yake sasa, tutakaa kwa maulama, vitabu vipo vidogo vidogo vya masaili. Mashaallah, kuna kitabu kidogo kimoja amekitengeneza mashekhe hawa kina Maulana Hasan na Husen ambacho kimeweka masaili mapesi mapesi sana, tunapita mule, lakini vile vile masala makubwa wa mufti wako mashekhe wapo, tunajifunza sasa. Hapo akili yetu sisi itakuwa inapata chakula sawa sawa, kuweza kudhibiti roho yetu na kuweza kutekeleza yale ambayo Allah anataka katika utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, sisi viumbe, sisi viumbe tumegawanyika katika mafungu kadhaa, ikiwepo na fungu la malaika, ikiwepo na fungu la wanyama, ikiwepo na fungu la binadamu. Mafungu mengine si ya gusi ya kina jini na mengine mengine ambayo katika hazina ya Allah, lakini haya matatu haya, malaika Allah amewapa akili, hajawapa nafsi kwa akili yao saa zote wanatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na wako katika utiifu. Lakini wanyama, Allah subhanahu wa ta'ala wamewapa nafsi tu, hajawapa akili. Kwa nafsi zao saa zote wao wanafanya wanachotaka, hawatumii akili. Huyu mamaake, huyu dadake, huyu habari, wa lakini, huyu mama yake, huyu dadake, huyu shangazi yake, hana habari, wote wake zake. Lakini hiki cha huyu, hiki cha huyu, haki ya huyu, hajui yanapora tu nafsi inavyotaka afanya tu. Lakini mwanadamu sisi, kama nilivyosema, tumepewa sisi akili na tumepewa sisi nafsi. Yoyote yule atakaye control atakaye control nafsi yake kwa kupitia akili akaikandamiza nafsi asimwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo atakuwa bora kuliko malaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu malaika hana nafsi, mwanadamu ana nafsi, alafu kaikandamiza. Ndio maana wale wanawake wa peponi wale watakuja kuwaringishia wanawake wanani wa duniani, kwamba mimi mzuri, mi sijawahi kuguswa, mimi hivi, mimi Allah kaniumba, toka nimeumba niko hapa hapa, mi sijafanya hivi. Mwanamke wa dunia tamavo, wewe nini wewe, wewe umekaa wewe, huna huna nafsi wewe. Mimi nilikuwa na nafsi na nimekandamiza kwa ajili ya Mola wangu, sikumwasi siku Mola wangu nikamtii mume wangu, nikatekeleza yote yanayotakiwa katika utaratibu wa mtume wangu sallallahu alaihi wasallam. tanishinda nini mimi wewe? Yule mwanamke wa peponi ananywea, mwanamke wa duniani anakuwa mzuri kuliko yule mwanamke wa peponi, na anakuja kuwa malkia eh, katika janna wa huyo mume ambaye Allah subhanahu wa taala kampangia. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika hao. Sasa ndugu zangu, yoyote atakayekuwa ameshika hiyo atakuwa bora kuliko malaika lakini yule ambaye amefungulia nafsi yake, nafsi imetaka hiki kafanya, nafsi imetaka hiki kafanya, huyu atakuwa mbele la Subhanahu wa Ta'ala, amedhalilika kuliko mnyama. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ili tutengeneze chakula hii ya akili kwa ajili yake, tujipinde katika qurani, tujipinde katika hadithi, akuwa tayari inshallah. Na haya yote haya yatapatikana katika kwenda katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba wakukaa wao wakatengeneza kusoma qurani na kusoma hadithi kwa kukaa kitako. Hebu tuonyesheni nyie masheki mliokuwa mmekaa katika safu ya mbele hapa pa, katika tarehe wapi utamkuta sahaba kakaa amejifunza Qurani na hadithi kwa kukaa? Bali kila sahaba alikuwa ameingia mbugani, ameenda kufanya harakati. Kwa harakati Allah Subhanahu wa taala nakufahamisha Qurani wewe na nakufahamisha hadithi kuliko kwa kwa kukaa. Kwa hiyo, mashallah vile ilivyokuwa vijana wetu wamekwenda hawa mwaka jana, wametoka hawa tarehe kama hizi, na leo sasa hivi wamesharudi, hawajaweza kueleza hawa E, kwa kile ulichokipata lakini, ndugu zangu, faida kubwa umepata na imekuwa sababu ya sehemu nyingi watu kufanya ibada kupitia wao, imekuwa sababu ya sehemu nyingi watu kuwa watifu kwa Allah Subhanahu kupitia wao e, kifu, imekuwa sababu sehemu nyingi watu kufata mwenendo wa Mtume sala salam kupitia wao kwa na nyinyi vile vile, mashallah vijana wetu tisa mashekhi, ambao nyinyi mnakwenda mwaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajalie mfanye juhudi kuliko hawa na mpate faida zaidi, lakini wengine wote inshallah, wekeni nia mtakapomaliza madrasa mutumie. Mwaka juzi tulikuwa katika madrasa ya Iringa, vile vile wanamaliza wao Februari, tarehe 23 nao nao, vile vile watoto kumi na tisa wameweka nia, lakini kule wanatoka watoto hamsini takriban, kwa bado tashkili inaendelea. Inshallah wote watatoka katika njia la Subhanahu wa Taala.